Mambo vipi, marafiki, karibuni tena. Leo tunazungumzia jambo muhimu sana katika biashara, ambalo ni wateja. Katika biashara yoyote, wateja ni moyo wa shughuli zote. Bila wateja hakuna biashara inayoweza kusimama. Hivyo, ni muhimu sana kuelewa jinsi ya kuwahudumia wateja wako kwa njia bora zaidi. Leo tunaongelea kitu muhimu sana katika biashara, wateja. Wahenga walisema, mteja ni mfalme. Hii ina maana kwamba mteja anapaswa kupewa heshima na huduma bora zaidi. Katika mazingira ya biashara, mteja anapokuwa na furaha, biashara yako itakuwa na mafanikio. Wahenga walisema, mteja ni mfalme, na kama mfalme anataka kuhudumiwa vizuri sana. Hii ni kweli, hasa katika soko la leo ambapo wateja wana chaguo nyingi. Wanapopata huduma mbaya, wanaweza kuhamia kwa mshindani wako kwa urahisi. Kwa hivyo, ni muhimu kuhakikisha kuwa wateja wako wanapata huduma bora kila wakati, na kama mfalme anataka kuhudumiwa vizuri sana. Huduma nzuri kwa wateja inajumuisha mambo mengi. Kwanza ni muhimu kuwa na tabasamu na kuwakaribisha wateja wako kwa furaha. Hii inawafanya wateja kujisikia vizuri na kuwapa hisia kwamba wanathaminiwa. Pili, ni muhimu kusikiliza mahitaji na malalamiko ya wateja wako kwa makini. Sasa, vipi kama mteja anakasirika? Utafanya nini? Usikate tamaa. Kila biashara inakutana na wateja wenye malalamiko au ambao hawajaridhika na huduma. Jambo la muhimu ni jinsi unavyoshughulikia hali hiyo. Kwanza sikiliza malalamiko ya mteja kwa makini na kwa utulivu. Usimkatize mteja anapozungumza. Kuna njia nyingi za kutatua tatizo na kumrudisha mteja. Baada ya kusikiliza malalamiko ya mteja, chukua hatua za haraka kutatua tatizo hilo. Hii inaweza kumaanisha kubadilisha bidhaa, kutoa punguzo au hata kuomba radhi kwa dhati. Jambo la muhimu ni kuhakikisha kuwa mteja anajisikia kuwa amesikilizwa na kwamba tatizo lake limepewa uzito unaostahili. Kwanza kumbuka wewe ni kama sura ya biashara yako. Wateja wanapokuja kwenye biashara yako wanakutana na wewe kwanza, hivyo ni muhimu kuwa na tabia nzuri na kuwa na uwezo wa kushughulikia wateja kwa njia ya heshima na upole. Hii itasaidia kujenga uhusiano mzuri na wateja wako na kuwafanya warudi tena na tena. Utulivu na busara yako ni muhimu sana katika biashara. Kuna nyakati ambazo mambo yanaweza kuwa magumu na wateja wanaweza kuwa na hasira. Katika hali kama hizi ni muhimu kuwa na utulivu na busara. Hii itakusaidia kushughulikia hali hiyo kwa njia bora na kuhakikisha kuwa mteja anajisikia kuwa amesikilizwa na kuheshimiwa. Kwa hivyo, marafiki, kumbuka kuwa mteja ni mfalme na anastahili huduma bora zaidi. Asanteni kwa kuungana nasi leo. Tunatumaini kuwa mmejifunza kitu kipya na muhimu kuhusu huduma kwa wateja. Karibuni tena wakati mwingine kwa mafunzo zaidi kuhusu biashara na huduma kwa wateja. Kwa heri kwa sasa. Sasa, shida ya mteja inaweza kuwa ndogo au kubwa. Inaweza kuwa ni kitu kidogo kama bidhaa iliyovunjika au kitu kikubwa kama huduma iliyocheleweshwa kwa muda mrefu. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kwamba kwa mteja, tatizo hilo ni kubwa na linaweza kuathiri imani yake kwa biashara yako. Labda kapata bidhaa mbovu au amecheleweshwa huduma. Hali hizi zinaweza kumfanya mteja ajisikie kutoridhika na huduma au bidhaa zako. Ni muhimu kuchukua hatua za haraka na za ufanisi ili kurekebisha hali hiyo na kumrudishia mteja imani yake. Chochote kile, ni muhimu kuchukulia tatizo lake kama lako. Hii inamaanisha kuwa na huruma na kuelewa hisia za mteja. Unapomwonyesha mteja kwamba unajali na uko tayari kusaidia, unajenga uaminifu na uhusiano mzuri ambao unaweza kudumu kwa muda mrefu. Usimwambie hilo sio tatizo langu. Hii inaweza kumfanya mteja ajisikie kupuuzwa na kutothaminiwa. Badala yake, Chukua muda kumsikiliza na kuelewa tatizo lake kwa undani. Hii itakusaidia kupata suluhisho bora na la kudumu. Mwambie, naelewa shida yako na nitafanya kila niwezalo kukusaidia. Maneno haya yanaweza kumfanya mteja ajisikie kutulizwa na kuamini kwamba tatizo lake litashughulikiwa kwa ufanisi. Kumbuka, mteja mwenye furaha ni mteja anayerejea na kuleta wateja wapya kupitia maoni mazuri. Katika ulimwengu wa biashara, huduma kwa wateja ni muhimu sana. Ni sehemu ya msingi ya kujenga na kudumisha uhusiano mzuri na wateja wako. Kwa hivyo, kila wakati unapokutana na tatizo la mteja, chukulia kama fursa ya kuboresha huduma zako na kuonyesha kujali kwako. Timu yako inapaswa kuwa na mafunzo ya mara kwa mara kuhusu jinsi ya kushughulikia malalamiko ya wateja kwa ufanisi. Hii itahakikisha kwamba kila mteja anapata huduma bora na ya kuridhisha. Pia, ni muhimu kuwa na mfumo mzuri wa kufuatilia malalamiko na kuhakikisha kwamba yanashughulikiwa kwa wakati. Kufuatilia baada ya kutatua tatizo la mteja ni hatua muhimu sana. Hii inaonyesha kwamba unajali na unataka kuhakikisha kwamba mteja ameridhika kabisa. Pia, inatoa fursa ya kupata maoni ambayo yanaweza kusaidia kuboresha huduma zako zaidi. Mwisho wa siku, lengo ni kuwa na wateja wenye furaha na kuridhika. Wateja hawa watakuwa mabalozi wa biashara yako, wakieneza habari njema na kuvutia wateja wapya. Kwa hivyo, kila tatizo la mteja ni fursa ya kuonyesha ubora wako na kujenga uaminifu wa, wa kudumu. Kitu cha kwanza kufanya ni kumsikiliza mteja vizuri. Usimkate anapoongea, mwache amalize shida yake yote. Ukimsikiliza vizuri, utaelewa chanzo cha hasira yake na itakuwa rahisi kupata suluhisho. Baada ya kumsikiliza mteja, omba samahani kwa dhati. Ni muhimu kumsikiliza mteja kwa makini ili kuelewa tatizo lake. Hii inakupa nafasi ya kujua jinsi ya kumsaidia kwa ufanisi zaidi. Wakati unamsikiliza, hakikisha unamwangalia machoni na kuonyesha kwamba unajali. Hii itamfanya mteja ajisikie kuwa na thamani na kwamba unamjali. Hata kama sio kosa lako, omba samahani kwa usumbufu. Hii inaonyesha kwamba unajali kuhusu uzoefu wa mteja na unataka kuhakikisha kuwa anapata huduma bora. Kuomba samahani kwa dhati kunaweza kusaidia kupunguza hasira ya mteja na kumfanya ajisikie vizuri zaidi. Ni muhimu kuelewa kwamba kuomba samahani siyo ishara ya udhaifu, bali ni ishara ya nguvu na ujasiri. Samahani sana kwa usumbufu, ni maneno madogo lakini yana nguvu kubwa. Maneno haya yanaweza kubadilisha kabisa jinsi mteja anavyojisikia kuhusu hali hiyo. Inaweza kumfanya mteja ajisikie kueleweka na kuthaminiwa. Hii ni muhimu sana katika kujenga uhusiano mzuri na mteja na kuhakikisha kuwa anabaki kuwa mteja wako kwa muda mrefu. Yanaonyesha mteja unamjali na unathamini biashara yake. Wakati mteja anapojua kwamba unamjali, atakuwa na uwezekano mkubwa wa kurudi tena na tena. Hii ni muhimu sana kwa biashara yoyote inayotaka kufanikiwa. Kuomba samahani kwa dhati ni sehemu muhimu ya kutoa huduma bora kwa wateja na inaweza kuwa na athari kubwa kwa mafanikio ya biashara yako. Kwa hivyo usisite kuomba samahani wakati wowote inapohitajika. Wakati mwingine mteja anaweza kukasirika sana, anaweza kukutukana au kukupigia kelele. Usikasirike, kumbuka, wewe ni sura ya biashara yako. Pumua kidogo na ujibu kwa utulivu, usibishane naye. Lengo lako ni kutatua tatizo, sio kuliongeza. Baada ya kumsikiliza mteja na kuomba samahani, tafuta suluhisho. Muulize mteja, unataka nifanye nini ili kutatua tatizo? Kama inawezekana, mpe anachokitaka. Kama haiwezekani, mweleze kwa nini na mpe njia nyingine. Siku hizi teknolojia imebadilisha biashara. M-Pesa imefanya malipo kuwa rahisi sana. Kama mteja anataka kurejeshewa pesa, tumia M-Pesa kumrudishia haraka na kuwa urahisi Wakati mwingine unaweza kutumia utani kidogo kutuliza mazingira, lakini kuwa makini, usitumie utani ambao unaweza kumkwaza mteja. Lengo ni kuonyesha mteja wewe ni mtu wa kawaida. Kumbuka, wateja ni muhimu sana kwa biashara yako. Watunze vizuri, wapatie huduma bora, nao watatangaza biashara yako. Na kama kuna tatizo, tumia njia hizi kutatua haraka na kwa amani. Asante sana.